Ilikuwa na abiria tukielekea Malolo, tulivyoingia mbele tukakutana na maji. Baada ya kukutana na maji, tukageuza ili kupata mwafaka wengine. Tunakaribia kufika barabara ya lami tukakutana na maji tena mengine ambayo yalikuja kwa ghafla na kusababisha kutuzoa na kutuingiza mtaroni. Ilikuwa usiku wa saa nne inaendea saa tano tulivyoingia huko, wakapatikana wasamaria mwema wawili bodaboda, wakaja wakatoa msaada. Baada ya hapo, dakika kadhaa alizochukua muda, wakaja faya wakatoa msaada zaidi ya kunibebea wagonjwa wangu na kuwapeleka hospitali. Lakini mpaka sasa hivi wagonjwa wako vizuri na wanaendelea vizuri, na chombo cha usafiri walikitoa usiku ule ule, na nawashukuru sana kwa hilo na namwomba Mungu kwa kuwa wote tuko wazima tuliokuwepo katika usafiri, inatakiwa tuwekee mitaro mikubwa maji, ya kuweza kuyazuia maji yasiingie katika makazi ya watu au kupanda katika barabara. Hilo ndio la msingi. Bajaji yake ikawa imezama. Kwa hiyo tumefika pale tukawakuta wale abiria tukawaokoa, e, tukaweka tuka kwenye gari letu la kubeba wagonjwa tukawakimbiza hospitali ya Kitete na bahati mbaya yule mwenye bajaji mwenyewe alikuwa ame, amekimbia akawaacha abiria zake. Kwa hiyo baada ya kuwapeleka wale Kitete kule tukarudi tena tuka kwa ajili ya bajaji ile kuiokoa ilikuwa imezama me, kabisa. Kwa kwenye saa saba hivi nane tukafanikiwa kuitoa bajaji tukaileta iko kituoni kwetu, ndio hii hapa imeharibika kwa kweli. Kwa hiyo hali ndio hivyo wale abiria walikuwa ni wakina mama wote watatu, mmoja hmm, uh, uh, uh, anaonekana alikuwa mjamzito. Hali zao hazikuwa mbaya sana, lakini ile paniki na nini, anayejua hali ni mbaya sana ni watu wa afya. Lakini pale tulikuwa, walikuwa katika hali sio mbaya sana according to. Kipindi hiki ni kipindi cha mvua kubwa. Leo asubuhi nimesikia ni, ni watu wa TMA wakisema mvua pia zitaendelea kuwa nyingi kidogo. Kwa hiyo ni vema watu wawe makini sana, sio tu usiku, wakati wote waendesha vyombo vya moto pamoja na wananchi kwa ujumla, hata watembea kwa miguu. Huwezi kujua hili dimbu limejichimba kiasi gani. Kwa hiyo nashauri watu wawe makini.